Wanafiq, washirikina makafiri watadumu ndani ya moto wa Jahannam milele ama, kwa kuwa Allah amesema, innahu man yushrik billahi faqad harama Llah alaihi ljanna wamawahu lnar wama lilalimin min ansar, atakayemshirikisha Allah kwa yoyote na chochote, mwenyezi Mungu amemharamishia Janna, bimana hato waingia Janna, wa mawahu nar, na makazi yake ni moto wa Jahannam. Ama waislamu ambao kwamba walijidhulumu nafsi zao kwa kufanya madhambi, madama wako na aslu liman wako na asli ya imani katika nyoyo zao, siku ya Kiyama wana hali mbili. Wanaingia ch chini ya kile tunaita nini, mashiatullah, mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akitaka kwa mapenzi yake atawasamehe kwa kuwa hawakufanya shirki na walikuwa na aslu ni imani tauhid, walikuwa nayo, lakini walifanya madhambi inayowafanya wastahiki kuingizwa ndani ya moto wa Jahannam.